Labda katika harakati zako ni madhira gani ambayo ulikutana nayo hautasahau, tukiwa kingoni mwa kipindi chetu? Ah, katika harakati ni ile kufungwa jela. Nilifungwa jela wakati wa mabucha ya ngurue mwembe <laughs> chai. Ah, ile ilikuwa mwembe chai, mabucha ya ngurue, Shehe Husena aliniambia tisini na tatu. Tisini na tatu ilikuwa Manzese Mbokomu pale, sasa hivi kuna msikiti mkubwa pale eh, pale pale kwa nyuma hivi msikiti huo watu wao watoka Waislamu wakaenda wakavunja. si tulikuwa, tulikuwa Temeke wakati huo, kuna marehemuriko, sikiliza Mungu alivyokuwa fundi. Kuna marehemuriko marehemu ee, Karenga, Imani Petro Karenga, Omar Bashiri Mwaipopo, sio Mwaipopo huyo, Mwaipopo lwa zamani, ee, wa zamani upi. Mkagire, kulikuwa hapo na mzee mmoja alikuwa anaitwa Mwaipopo. Eh, hawa sasa wamekuja nyuma. Alikuwepo mzee kabisa, alikuwa anaitwa Mwaipopo Swangarufu, Mwaipopo huyo. Alifia Malawi huyo. Wakati huo ndio miadhara moto, yani tunakimbizana akina Pengo namna hii. Basi, kule kulikuwa na mwadhara, wakaenda akavunja mabucha. Mimi nikaja nikakamatwa usiku. Kapelekwa mahakamani wakati huo Arasio alikuwepo, Elias Mahenge. Eh, Elias Mahenge. E, na pale eh pale pale pale polisi alikuwepo mlisha mashtaka alikuwa anaitwa Leonard Mashaka eh, ndio alikuwa amesimamia kesi yetu, alafu hakimu alikuwa mtu mmoja anaitwa Project Rugazia. Kwa hiyo huyo ndio alinifunga mimi miaka minne eh, nikapelekwa Ukonga siku ya pili usiku, kama nikakaa mwezi nikahamishwa, nikapelekwa Maweni. Eh basi kule ndiko nikopata msamaha wa rais Ali Hassan Mwinyi, lakini nasikia Sheikh Mazinge ya ya Mwembe Chai ulipenya, ukakimbilia Kenya, sijui wapi? Ya Mwembe Chai nilitoroka na nikakimbia Kenya, nikakaa mwaka mzima. Watu wakasema ulikimbia, nikasema kukimbia ni sunna, kukamatwa ni faradhi, kwa sababu hata Mtume aliambiwa aondoke akukaa. Nikawapa hadithi, nikamwambia Mtume kaambiwa na Jibrili aondoke, mtume wa Mungu kaondoka. y yani mimi hata sitegemei kwamba iko siku Jibrili atafanyeje na nini, nikusubiri wewe ushaambiwa kufa. Nikaanza naam. Yaani Sheikh Mazinge lile la Mwembechai wakati linatokea huko Tanzania ulikuwa ushaondoka. Nilikuwa Tanzania. Mimi nilikuwa ipo kwenye ile muhadhara. Eh, wewe vipi? Nilikuwepo mimi. Orodha yangu nilikuwa nishawekwa ni ife. So unajua tena ukiambiwa kufa unajua eh? Eh. Lakini Sheikh Hussein alisema Mwembechai haikuwa labda maandamano, ulikuwa na nini, baraza la Eid. Baadaye sijui katokea nini, alizungumza Sheikh Hussein. Ndio. Eh. Yaani jana yake ndio ilikuwa mhadhara, baraza la Idi likafata, ndio ilipoanza vurugu. Unajua mkuu wa mkoa alikuwa nani? Alikuwa Yusuf Makamba Islamuze. Yule yule Yusuf Makamba ndio alitupiga mabomu Morogoro, yule Yusuf Makamba, na hapa akaja, ndio akasababisha mpaka kijana mmoja naitwa Chuki, alikuwa mtu mzima kalema miguu mpaka sasa, yaani naam naam, ndio hapo alipoibuka Kinaponda. Sasa wakati tuko polini, tuko tuko gerezani kule ndio wakawepo Ponda na watu wengine wanaharakati hao wakatokea nam.